Ndugu e, zangu tupo mitaa ya DRC Lugumbashi, tupo mitaa ya Di Angelo, tumekuja kuzungumzia changamoto za madereva kutokana na kazi ambayo tunaipata katika nchi ya DRC. E, kama mnavyoona tuko mitaa ya Di Angelo, kuona namna gani tunaweza tukafikisha ujumbe wetu kwa serikali yetu, tukiwa katika mazingira haya haya ya Di Angelo hapa DRC Kongo, Lugumbashi, ndugu zangu madereva, tunaomba tufanye jambo kwa pamoja, lazima tuone namna gani ya kuweza kushirikiana, lakini pia tuweze kuongea sauti moja. Tukiwa katika mataifa mengine kama ya DRC, tuna utaratibu basi hata kutembea convoy, lakini pia na utaratibu ambao wa kushirikiana. Kuna mwenzetu amepata tatizo, basi tuone namna gani kushirikiana kwa pamoja, ili kuweza kumtetea, lakini pia tuweze kurudi wote nyumbani. Kwa haya machache, naomba kuhakikisha, ni mimi mwenyekiti wa UN Mohamed Hincha. Nikwa mubashara na kabisa nawaletea taarifa hii kutoka DRC Congo. Naomba kuwakilisha sisi kama TMD sawa. So, tunaungana na swala la umoja swala so, la umoja ni muhimu sana kwa so, so, kuwa UN wamekuja na swala la umoja, basi tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kila dereva anaongea sauti moja, magrupu yote ya Tanzania wazungumze sauti moja, madereva sisi kazi zetu kama taasisi tufanye kazi zetu kwa maandishi, lakini tusikie sauti moja ya madereva. Lakini pia vilevile vile, hata sisi viongozi nafikiri nafaa kuliunga mkono jambo hili, pamoja na viongozi wengine wa taasisi zingine. Moja kwa moja tuliunge mkono jambo hili kwa sababu ni jambo la madereva, sio jambo letu sisi, linawahusu madereva wenyewe. Na kwa kuwa ni maslahi zaidi kwa ajili ya dereva, basi twende nao pamoja kwenye hiyo sauti moja ili tuka fanye mambo makubwa huko mbele ya safari. Shukrani sana. Niko hapa. Pamekuwa na, pamekuwa na mwenyekiti, pamekuwa na, na taharuki kwamba tumeteka magrupu, tumeteka mm, team D eh, lakini pia hata madereva muone kwamba sisi kama watekaji sasa tumeteka vipi, wakati tunaweza kuonana na viongozi wa team D, sisi kama UN kuona namna gani tunashirikiana na tunafanya kazi hii kwa kuunganisha, kwa sababu ya faida ya nyie ya madereva. Madereva lazima wajiunge na taasisi, lazima wajiunge na vyama ili kuweza kwenda kusaidiwa kisheria. So niwaombe ndugu zangu madereva, sisi kama hiyo, ni lengo letu ni kuunganisha sauti ya pamoja, lakini kuona pia namna gani mnapokuwa na changamoto, viongozi hao wakafanya kazi kidocumentation, viongozi so, so, so, eh, yeah, oh, na wengine ambao mnaona sisi ambao tunakuja labda kuwaunganisha, mnatuambia tunateka sisi. Sio watekaji sisi ni sisi ni madereva ambao tumeamua kuwaunganisha wote viongozi na madereva, muwe lugha moja, tuongelee jambo kwa pamoja elfu mbili na ishirini na sita acha kataa kugawanywa. Sauti ni moja, sauti ya dereva Tanzania. Lakini wito wangu, kila mtu anaweza kawa na tafakari za tofauti, akatafakari kwa namna yake, lakini hayo ni mambo ambayo yako ndani ya nafsi ya mtu, lakini ndani yetu na nje yetu inatakiwa iwe sauti hii moja moja, sauti ya madereva Tanzania, sauti ya umoja, sauti ambayo inakwenda kuwakusanya madereva wote pamoja, kwa sababu tumeshagawanyika sana. Leo hii tunazungumza asilimia tano tu ndio kwenye vyama. Nendeni basi mkazijaze taasisi hizi, mkavijaze vyama vya wafanyakazi, ili mwisho wa siku tuweze kufanya jambo kubwa kama taasisi, kama vyama vya wafanyakazi. Kwa hivyo tunaunga mkono sauti ya pamoja Sauti moja na nguvu moja. Shukrani sana kop, waonyeshe waonyeshe, tuko D'Angelo hapa na chuma hizo, mnapita mwonyeshe, onyesha hiyo hiyo gari. Tuko D'Angelo hapa na chuma hiyo inapita, chuma, chuma, chuma ya panone ae. So wasija wakasema hapo kwenye kichaka tu, aa aa amepita, o madereva, iwafikie hii kop elfu mbili na ishirini na sita ogopa kugawanya, twende tukaungana, tukaongea lugha moja. Mabadiliko muhimu, mabadiliko muhimu muhim. yeah. iko na CDF hiyo ndio <laughs> <and> <laughs>